nasema mtajua safari. Anasema, anasema amefufuka katika wafu, naye yuko wa mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea, aliyekufa akafufuka, aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba ndiye anaye anataka kumfanya Nyerere awe mtakatifu. Haishindikani, si haishindikani? Kama mtakatifu Nyerere. Ungekuwa sikia mtakatifu Nyerere. Mtakatifu Nyerere. Hao. Ah. Sisi ni nani? Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo Yesu? Singesema tu hakuna. Eh, ni nani atakaye ni dhiki? Ungekuwa mnanijibu nianze tena. Ni nani atakaye kutenga wewe na upendo wa Kristo Yesu? Je, ni dhiki? Je, ni shida, au ni adha, au njaa, au kutokana na mavazi, au ni hatari, au ni upanga? Anasema kama ilivyoandikwa ya kwamba, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote napenda sana. Katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa ee, yeye aliyetupenda, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Amen. Usiogope wewe ni mshindi. Mwambie mzako, usiogope. Amesema je dhiki? Ila haya yaangalieni, sio naitikia tu, hasa dhiki haitutenga ja haitutenga, lakini e, kuna watu wameshatengwa na anjaa tu wameshatengwa na dhiki, wametengwa yaani imetokea tu ka- ka ka, ka, ka neno fulani pale kwenye ndoa yao pale kidogo tu mbaka wanatenganisho na upendo wa Kristo umesema katika kwa tutatengwaa. mm -hmm. Asubuhi tumejifunza utakatifu ni kila kitu Mungu, utakatifu hakuna kitu ambacho tunaweza kutenga kwenye upendo wa Kristo, kwa sababu yote haya tunashinda, kwa sababu yeye nayekushindia yuko ndani yetu. Amen, msigoa. Kuna watu wanepea kwenye biblia pale walivyotoka kule, nafikiri misi basa na poenda huko, msigombane ndio, msigombane ndio, lazima ni kwa wetu msigombane, ndio yeye wenye wake na wa, wake na hata, ndoa ndoa zina zinaleta shida sana. Sasa kwa nini yashitana na piga kwenye ndoa ndoa kule kwa sababu gani? si ndio ibada, mnielewa? Ndio kanisa hilo akivuruga kwa kikoroga koroga kikoroga koroga kule, mtu anapoja kanisani nyumbani aai ten n kam anawaza nyumbani mshtikoroga kweli nyumbani kweli koroga kweli nyumbaniapika k Yesu. kunyoleza kitu kitu chochote cha kututenga na upendo wa Kristo Yesu, iwe ni ndoa zetu, iwe ni uchumi, iwe ni nini, kisiwepo kitu cha kututenga na upendo wa Kristo Yesu, vitu vyote hapa sisi ndio tuko naye ndani yetu, tusikubali kutengwa na mambo yoyote hapa kwa Yesu. hmm. kubariki sana tutaishia hapo.